Leo siku ya tarehe kumi, e, mwezi wa nne, elfu mbili na ishirini na tano jioni hii e, mwenyekiti wa CHADEMA ndugu Tundu Antipas Ngwai Lissu amefikishwa mbele ya mahakama ya hakimu mkazi hapa Kisutu e, mjini Dar es Salaam e, baada ya kuwa ameshikwa jana katika misingi ya ya nguvu na kutolewa sutokeo Mbinga jana, na kuweza kuletwa Dar es Salaam kwa mashtaka ambayo ya tumeyasoma leo jioni hii, kwamba katika kesi moja ambayo ya ni yapa bado ni kesi ya, ya uchunguzi kwamba anatuhumiwa kwa kosa la uhaini kwamba maneno aliyosema, eh, kwamba kuna tutakuwa na harakati ambazo CHADEMA itafanya za ku kupinga mfumo mzima wa uchaguzi ilikuwa ni kuchochea uasi na kusababisha kufanya kwamba uasi dhidi ya Jamhuri ya Muungano ya, ya Tanzania. Sasa kwa kuwa mahakama hii ya ya, ya kimkazi wa Kisutu haina mamlaka hayo, kwa sababu kesi hiyo inatakiwa isikizwe na mahakama kuu, basi suala hilo tu lime, lime, limetajwa na kwa kuwa mahakama haina mamlaka na kosa hilo halina dhamana, mwenyekiti wa CHADEMA Ndugu Lissu hajapata dhamana na kuweza kusema lolote kuhusiana na, na mashtaka hayo. E, baada ya hapo kukawa na kesi nyingine ambayo ni kesi ya jinai imefunguliwa katika mahakama hii ya hakimu mkazi Kisutu na mahakama hii ina mamlaka ya kusikiliza, ilikuwa na mashtaka matatu. Mashtaka la kwanza likiwa ni la dhidi ya kauli alizozisema kuhusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa jinsi ambavyo uliendeshwa na jinsi ambavyo wagombea wa CHADEMA walienguliwa vile eh, vile shtaka la pili kwa linahusiana na, na eh, kuzungumzia mfumo mzima wa wa, wa, uendeshaji wa serikali za mitaa na uchaguzi na, mzima wa nchi yetu na kesi ambazo vilevile kwanza la tatu linasikilizwa na majaji ambao wameteuliwa na nani? Na mwenyekiti wa CCM ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa ni mashtaka ambayo yanahusiana na zile kauli za kisiasa na za kuelimisha umma ambazo mwenyekiti wa wa taifa wa chama cha ja demokrasia na maendeleo Tundu Lissu alizitoa mnamo tarehe tatu ya mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano. Tundu Lissu ameyakana mashtaka hayo yote matatu na upande wa mashtaka umesema kwamba upelelezi umekamilika na ukaomba kwamba kesi ya siku ya uchunguzi wa awali wa maelezo ya awali ipangwe siku za sio mbele sana. Mahakama ikaridhia ya maombi yao kwamba kesi itakuja tarehe ishirini na nne ya mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano na mahakama vilevile ikakubali maombi ya, ya utetezi, mawakili wa utetezi kwamba makosa hayo matatu yanathaminika, basi ya jaji hakimu akatoa chal kwamba Lissu adhaminiwe na mdhamini mmoja ambaye anaeleweka ana kwenye vitambulisho vya, vya, vya, vya, vya NIDA e, ya na barua serikali za mtaa. Mdhamini amejitokeza na amekubaliwa na mahakama, amebakiza tu sharti moja tu la kuleta barua kutoka serikali ya mtaa. Sasa hiyo ndio hali halisi ambayo amejitokeza, kwa hiyo kesi itakuja mnamo tarehe ishirini na nne mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano. Katika ile kesi ya kwanza ya ambayo ni ya uchunguzi wa awali upande wa, wa mashtaka umesema kwamba upelelezi haujakamilika, lakini katika hizi kesi ya pili ya yenye mashtaka matatu wamesema upelelezi umekamilika. Sisi kwa upande wa mawakili wa, wa, wa utetezi tuko tayari kuweza kupambana kumtetea mteja, mteja wetu. Naamini kwamba haki iko kwake itakuwa ni nafasi nzuri sana kuweza kutoa somo za haki za kisiasa na za, za za, za kiraia za raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Itakuwa ni fursa adhimu ambayo mahakama hii itatumika. Kwa hiyo wananchi wajiandae kuweza kuona namna gani kupitia mahakama, mfumo wa uchaguzi ulivyokuwa mbovu utakavyoweza kuanikwa hadharani, na mwisho wa siku kuweza kuonyesha kwamba utetezi wa mteja wangu, mashtaka ambayo yameletwa dhidi ya Mwenyekiti Tundu Antipas Lissu yanaweza kuonyeshwa ku, kwamba yalikuwa na ubovu gani. Uta, kwa hiyo utakuwa ni utetezi wa msingi sana ambao utakuwa ni somo kubwa kwa raia wa Jamhuri no, ya Muungano wa Tanzania. Nawakaribisheni sana tarehe 24 na ya mwezi wa nne mwaka 2025. Asante.